Ndugu zangu, karibuni tena katika safari yetu ya kiroho katika Qur'an mtukufu. Baada ya kutafakari maana kubwa ya sura Al-Fatiha mwanzo, sasa tunaelekea kwenye sura inayofuata ya ufunuo mtakatifu, sura Al-Baqarah, sura ya pili na ndefu zaidi katika Qur'an mtukufu. Sura Al-Baqarah si sura tu, ni mwongozo wa maisha mema unaohusu mtu binafsi, familia, jamii na taifa. Inazungumzia imani, mwongozo w mapambano, sheria na rehema ya Mungu. Kwa sababu ya urefu na kina chake tutasoma hii katika sehemu kadhaa, na video hii ni sehemu ya kwanza ya safari hii ya takatifu. Katika sehemu hii ya kwanza tutazingatia aya za mwanzo, aya zinazotambulisha Qur'an kama mwongozo kwa wacha Mungu, sifa za waumini wa kweli na tofauti iliyo wazi kati ya nuru na giza. Surah Albakara. kwa nini jina Albakara? Albakara au ng'ombe, ilipata jina lake kutoka kwa hadithi ya ng'ombe anayoonekana katika sura hii, haswa katika aya sitini na saba hadi sabini na tatu hata hivyo haitumiki kama kichwa kinachoelezea mada ya sura kwa hivyo kutafsiri jina Al-Baqarah kama ng'ombe au ng'ombe jike itakuwa makosa jumla ya idadi ya aya 286. mahali pa kufunuliwa madina ingawa ni sura ya madina kawaida huifuata sura ya Makkah Al-Fatiha inayoishia na dua hii tuongoze kwenye njia iliyonyooka inaanza na jibu la dua hii hiki ndicho kitabu ambacho ni mwongozo Sehemu kubwa ya Al-Baqarah ilifichuliwa Madina katika miaka miwili ya kwanza ya maisha ya mtume mtukufu. Sehemu ndogo iliyofunuliwa baadaye ilijumuishwa katika sura hii kwa sababu maudhui yake yanahusiana sana na mada zilizojadiliwa katika sura hii. Kwa mfano, aya zinazokataza riba zilifunuliwa mwishoni mwa maisha ya mtume mtukufu, lakini zilijumuishwa katika sura hii kwa sababu hiyo hiyo. Aya mbili za mwisho za sura hii zilizofunuliwa Makka kabla ya hijra ya mtukufu lallahu alaihi wasallam kwenda Madina pia zilijumuishwa hapa. Tuanze kwa kutafakari mioyo ikiwa wazi na nia ya dhati ya kuelewa maneno ya Mwenyezi Mungu na safari hii itukaribishe kwenye ukweli. Muktadha wa kihistoria wa Surah Al-Baqarah ili ilikuelewa kikamilifu ujumbe wa Surah Al-Baqarah ni muhimu kuelewa muktadha wake wa kihistoria. Makka dhidi ya Madina. Makka Qur'an ilizingatia hasa makafiri wa Kikuraishi ambao hawakuwa wakifahamu mafundisho ya Uislamu. Madam pia baada ya hijra Madina, Uislamu haukuwa tu kuhusu imani ya mtu binafsi. Kwa kuanzishwa kwa jamii ya Kiislamu, Qur'an ilianza kushughulikia masuala ya kijamii, kisiasa, kisheria na kiuchumi. Ndiyo maana sura ya Madina kama Al-Baqara inajumuisha miongozo ya kujenga jamii, haki ya kijamii, sheria za ibada na miamala, mikakati ya ulinzi na usalama. Waislamu sasa walikabiliwa na vitisho vya nje kutoka kwa makabila yaliungana dhidi yao na vitisho vya ndani kutoka kwa kundi jipya. Manafik. Manafik. Madina, aina za manafik zilitokea. Kwanza, wale wanaohujumu waliojiunga na Uislamu ili kuuharibu. Pili, wale wanaojifanya Waislamu ili kulinda maslahi yao binafsi. Tatu, wale wanafuata makabila yao bila imani yoyote ya kweli. Ne, wale wanaoamini kiakili lakini hawana ujasiri wa kubadilisha maisha yao na matarajio yao. Sifa zao zimetajwa kwa ufupi katika sura Al-Baqarah. Sura zinazofuata zinajadili kwa undani zaidi mada kuu, mwongozo wa Mungu. Sura hii inawaalika watu kukubali mwongozo wa mwenyezi Mungu. Inatumia hadithi na mifano kusisitiza umuhimu wa kufuata ukweli mtakatifu. Katika sehemu ya kwanza ya safari yetu katika sura Al-Baqarah, tumechunguza muktadha wa kihistoria, matukio ya ufunuo wake na sababu za umuhimu wake kama sura ndefu zaidi katika Qur'an tukufu. Katika sehemu ya pili, tutazama ndani kabisa ya sura hii kwa kugundua maana zake za ndani, mwongozo mtakatifu na ujumbe wenye nguvu unaobeba kwa waumini wa kila wakati. Kaeni nasi katika safari hii yenye utajiri tunapoendelea kufungua hekima na mafunzo yaliyomo katika aya hizi takatifu, hatua moja baada ya nyingine. Uwepo wenu na msaada wenu ni muhimu kwetu, kwa hivyo msisahau kulike, kushare na kusubscribe ilikubaki kuungana tunapoendelea na utafutaji huu wa kiroho.